sina kufulia mashuka yako. Aya, ngoja tu uone, endelea tu. Wa mm. Mm. Sasa, kama anaitwa Kobisi sisi wengine hatufai, maana Kobisi wa kwanza kuzaliwa, me wa pili. Ina maana kwani mimi Chiku sio ndugu yangu? Jamani, hatusalimiani vipi? Une mjeuli huyu, mjanja mzima anabaka kuzaliwa mziwanda <laughs> Hapo mtoto anazaliwa gari. Mimi mama mtoto. Mimi mama yako mzazi mimi. Umeelewa? Tuheshimiane. Pika mioyo hiyo. Tukitoka kwenye umbea

anaunyaunya tu mimi nimetoka nyumbani toka asubuhi, niko hapa nyumbani, hakuna chochote na mwenyewe anaelewa na, na nimefahamisha. Sasa hapa anataka kujifanya kama yeye bubunja. Hey, ta kuongea mimi nimeshindwa, na wasiga mtoto wake namleta hapa mpo, anataka hela sabuni n

Kuna ah, jamani, nimeambiwa ni kuna ugeni mama. Kwema?

Muhimu ni kwamba, mbona pesa zangu sizioni?